Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kwa mara ingine tena, leo katika nasaha yangu, msururu wa nasaha zangu, nitatoa na kuangazia kulingana na mimi na maono yangu kuhusu Wasomali. Na nitataka kuzungumza kuhusu Wasomali kwa sababu nimekaa nao karibu miaka kumi, nimewasomesha baadhi yao, tumekaa pamoja na kuwasiliana katika shughuli mbalimbali nilipokuwa Garissa barobaro nilikupelekwa Garissa Primary School, GPS nikafunza pale kwa miaka kadhaa. Ikatokea haja ya kupelekwa uhamisho, nikapelekwa nje ya mji, shule mpya ambayo ilijengwa na foma Chief of General Staff, Mahmoud Mohamed, General Mahmoud Mohamed, ambaye mpaka leo ni mkwe wa Aden Duale. Mungu waweke, awape na afya. Ndugu yake aliitwa Hussein Maalim alikuwa ni waziri katika serikali ya Kenya. Nafikiri alikuwa yawakilisha constituency ya Dujis, uh, ni kitambo, sikumbu vizuri. Sisi ndio tuliofungua Sankori Nomadic Boarding School ambayo iko Sankori. Wakati huo nilikuwa nimeoa. Sikukaa sana nilipoenda Garissa, nilioa kwa sababu niliona ngikaakaa sana hey, na Wasomali vile warembo, ningenaswa ujenja wangu ungeisha. Kwa hiyo mwenyewe ngajiepusha na shari mapema, nkao kwa Mombasa hapa Wasomali nimekaa nao miaka ya kukaa na mpaka leo na ndugu zangu bado waishi Garissa. Suala so, kubwa la Wasomali walonalo ni umoja. Siri zao hawatangazi tangazi, wanaweka wazee wao mbele, wanapata ushauri kutoka kwa wazee. Na kama ni siasa wakiambiwa na wazee usisimame, hawatasimama. Weko makabila kadhaa hawasikizani, lakini siku hizi watu wanasikizana, na haya makabila sitayataja hapa. Wasomali niliowasomesha walikuwa na nidhamu sana, walikuwa na nidhamu sana, lakini ajabu ni kwamba wengi walikuwa ni hafidhul Qur'an, na mtu aweza kukuambia mwalimu nimechelewa, tulikuwa na duksi madrasa hawakuacha. Kwa hiyo katika kipindi chote nilokaa North Eastern nilikaa na Somali vizuri, na walikuwa ni watu wenye upendo hata nikichelewa, nikirukisha kodi ya nyumba, wallahi walikuwa hawasumbui. Nakumbuka kulikuwa na director akiitwa Idris Fara, sijui yuko ama aliondoka. Walada, suala hapa si kuzungumza mambo ya wasomali hivi hivi. Mimi nitawaambia kwamba Kenya inawakilishwa, waislamu wanawakilishwa na Wasomali, sababu Wasomali mahala pekua msikiti utawapata, na mara nyingi huwa wanalipa maji, aidha pia wanalipa stima, wanalipa pia maimamu na wanaangalia ile msikiti iweze kuendelea. Wasomali ni wachapa biashara si wake si waume. Siku hizi hakuna tena vita vya Wasomali vya kikabila. Wameelimika na muliona wakati wa nyuma kule North Eastern kulitoka Wasomali wakawachea mwenyekiti wa IBC na kukuwa na mzozo mpaka mtu akastafu. Sitaji majina meona kuna mawakili wa kisawasawa wa Kisomali mtajaza, sitaji majina. Nakumbuka nilipopata uhamisho nikaja Mombasa, haikuwa kitambo sana. Kuna bwana alikuwa anaitwa Nadhif Jama ambaye leo ndiye gavana wa Garissa. Alikuja tukakaa naye chini tukazungumza, mimi na yeye na Sheikh Abu Hamza. Sheikh Abu Hamza mimi nampenda sana, wale hawataki kusikia, wasikie Sheikh Abu Hamza, nampenda mimi. Ni mtu ana imani, ana harakati za kisawasawa. Tukafanya warsha ya wa Waislamu, tukazungumza na Nadhifu Jama, akafungua First Community Bank. Nilihusika pakubwa katika kuelekeza na kuhamasisha waalimu kufungua akaunti katika First Community Bank, na mpaka leo inaendelea, aidha ndio hiyo hiyo ama imebadilishwa jina, Allah alam. Sasa tuangalie Wasomali ni watu aina gani? Zamani waliitwa wafugaji, wengine wakawaita majina ya kashfa, mashifta, manini manini, lakini Wasomali ukenda Eastlands Nairobi pande za Isli na kadhalika, chembelecho cha Francis Atoli, sekretary general wa Koto, asema hawa watu wameifanya sehemu ya Isli kuwa kama Cairo, ambapo pia chuo kikuu pia cha dini cha Azhar kinapatikana Cairo. Hawa Wasomali wamefungua maduka makubwa sana, wamewezesha watu kufanya biashara, wamewezesha watu kufanya shopping ama kununua vitu mbalimbali mbali za nyumbani mavazi ma... kwa bei nafuu, na vilevile wakatambaa wakanja na Mombasa marikiti pale. Ukienda marikiti na pesa unazo, utapata kila kitu kile wataka kwa zile pesa ulionazo wewe. Kwa hivyo waliamsha watu kibiashara Wasomali mara nyingi wana hoteli zao na utawakuta kule wamekaa, hautasikia wakitukanana wakipigana, wanapanga biashara zao, wakati sisi huku tukitukana Wabajuni, tukitukana Waarabu, tukitukana Waswahili na Mijikenda, wao wameamua kuwa pamoja na kuwa na malengo. Kichocheo cha kwanza Wasomali wameanza kufanya biashara za hardware, kwa hali kunakopatikana vifaa vya ujenzi. Maduka mengi utakuta ni ya Wasomali, mbao, smiti, mchanga na kadhalika. Wameingilia biashara hizo, na hata wengine wamestafu kazi zao za banki wakachukua kazi hizo, na utakwenda hardware ya Msomali ukose kwa sababu kama ni mbao wataleta hata kutoka Msumbiji zipite Tanzania zija hapa. Wana bidii na wapokezana wenyewe Wasomali. Tukiangalia Nairobi na tukiangalia Mombasa, wana hoteli nyingi sana na saizi, hoteli baadhi ya hoteli zao zilotia fora ni Al Mansura na CJ utakuta, vyakula vizuri, malazi mazuri, ukiangalia room zao safi, vitanda vikubwa na kadhalika, na kuna uadilifu kule ndani. Baada ya kuwa wamechukua biashara za mahoteli, hawa Wasomali wa hawaachani, mara nyingi wako pamoja Bondeni wapi, majengo kana mai, watamu Malindi uko Kwale, kila pahali wako Wasomali. Nimekuambia wamechukua biashara za hardware na wameingilia biashara za mahoteli na wakaziboresha sana. Ukifika hoteli utafurahia mwenyewe. Hawa Wasomali katika vikao vyao nafikiri weko na vision plan ya 2030 kwamba katika kila sehemu ya nchi wahusike. Kwa hivyo siku hizi wa Somali wako na nurses, wako na dentist, wako katika hospitali za counties za serikali, wako na madaktari. Na madaktari wao kwa hakika wapendwa sana na watu. Wako na hospitali zao pia private. Kwa hivyo wako kila mahali Wasomali na watu wanawapenda wanapokutibwa, atawewe utafurahi wewe mwenyewe. Yaani wanatembea na akida za Kiislamu. Hawa Wasomali wameingilia biashara za mabasi yanayosafiri kwenda Nairobi na kwingineko, na nidhamu pia inapatikana. Wasomali wako katika biashara za transport ya mizigo, malori, kanta na kadhalika. Wanafanya Wasomali hawa hawa. Wameingilia biashara za real estate, ukitaka nyumba, ukitaka ploti, ukitaka nini kwa Wasomali utapata. Hawa Wasomali Sio wale wasomali wa zamani. Magari pia wauza biashara za magari wako hawa wasomali. Wana maono, wameenda, wamesoma, wako mawakili wa Kisomali, wako wasichana wadogo, wavulana wadogo, na wanabidii. Kisha biashara ndogo ndogo kama za waifa lamba ujenzi wako. Hii ni kusema kuwa baada ya muda wa miaka kumi, kumi na tano, hawa Wasomali watakuwa ndio wamejikita zaidi katika biashara, na katika biashara zao Msomali haandiki Wasomali peke yao, makabila yote utakuta wameandika zamani mali ilikuwa ni ya watu wa kutoka Central na mpaka leo duka zao au maduka yao wameajiriana wao kwa wao. Wasomali wana ustaarabu, ni watu hawaingili maisha ya watu. Its a society ambayo iko na vision. Ukikutana nao wanajua kuvaa, wanavaa vizuri, wanavaa Kiislamu. Hauwezi kuona kuwaona katika ulanisi, na kama wale wachache wenye ulanisi huficha sana. Wasomali wanaendesha magari makubwa makubwa. Wasomali wanaheshimiana sana wao kwa wao, na wasomali hawa hawa wana picha kubwa sana ya hino nchi ya Kenya. Baadhi ya picha hizo ni kwamba wakisha jiimarisha kibiashara, wakisha jiimarisha kiuchumi, hawa watu wataomba viti vikubwa vikubwa. Zamani watu walimjua tu mtu kama Farah Maalim alikuwa deputy speaker hodari sana. Watu wanajua kama kina kinan na wengine wachache, lakini siku hizi Wasomali ni wengi. Na hapa Mombasa, huyu si Msomali, ni Mborana, lakini iko katika kundi la Kushites. Mohamed Ali ameibadilisha Nyali, Mukitaka musitake, kielimu, infrastructure, usafi na mengine ambao wanafanya kutumia pesa za basari. ame amefanya Nyali ikakua, ameongeza kuna police station inaitwa Matambo, ukienda Nyali police station. Amerekebisha, amefanya libashme na kadhalika, na kuna usalama. Hayo ni machache tu na kueleza hawa Wasomali. Somali si watu wanapenda kunyanyasa watu, wala hawatumii vyeo vyao kunyanyasa watu, hujifanya hawanazo, lakini kama twiga au kama Ostrich mbuni yule shingo yao yaona mbali sana. Siku moja itafika na hawa wataomba kiti kikubwa hapa nchini. Juneti yuko kule mbelembele apima maji. Kamukunji pale pana Msomali huku tuko naye Nyali na wengine wengi wanakuja bado. Sasa basi, la muhimu mimi nitakwambia hivi, kwa Somali, wanaona mbali, wana malengo. Hawa Waislamu wengine hatuna malengo, ni kukashifiana, kuchambana pigana mafumbo na kuangaishana. Mimi nitakupa ukweli, iwapo na haina shaka hii, Abdusamad Sharif Nasser atarudi kama governor, na mi najua atarudi, inshallah kwa uwezo wa Mungu kile kiti kama ataingia Sarai, Sarai nakosema, kama nijue Sarai, mke wake ni Msomali. Kile kiti kama ataingia Mwamidali, Mwamidali ni Mborana lakini ni Mkushait. Ni kazi na Wasomali and things Mombasa will change. Na wapa guarantee hawa watu wanafanya mambo yao wa kulingana na quality, na unakumbuka pale nyuma Wasomali walipoleta exchange ya pesa inaitwa Dahabshil, ilisaidia sana, hata mimi nilisaidika sana. International calls tulianza kuzipiga kwa urahisi katika visanduku vya simu vya Wasomali. Walifungua watu macho, Wasomali wako kila mahali. Ukienda Norway, utakuta wengine wanafanya taxi kutoka airport ni uko sawa. Ukienda Ireland, ukienda Britain, ukienda Canada, ukienda Australia, wako kila mahala na watu mapesa kwa watu wao kujiendeleza. Usione wanakaa kama wala mdomo tu, they have a plan they're implementing it one by one. Na inasemekana hivi karibuni kuna mbunge hapa alipeana nafasi nyingi sana pot, wakaandikwa wa Somali. Na iwe watoka watokako, wawe ni Isiolo, wawe ni Mandera, wawe ni wapi, lakini kwa sasa Wasomali wako port watafanya kazi za vibarua, lakini mwisho wa kwisha wataajiriwa. Je, hawa wabunge wa hapa Mombasa, wabunge wa pwani ambao mambo yao makubwa ni ma storytellers, mutansameha, asingependa kutumia neno hilo, miradi ya kujibizana kujifaharisha na piknik za chakula. Wanapenda sana masuala ya dhifa za chakula, akija mkubwa fulani chakula taandaliwa, chakula chakula, chakula! Kweli hakuna maendeleo. Mwisho wa kuisha, Wasomali walipofungua the largest Departmental Mall ama store pale Kenya, ilikuwa Kenya Bus Services Garage Eastleigh. Walileta kiongozi, nafikiri ni rais wa Somalia, security juu yao wenyewe, kila kitu akasimamia wenyewe, na Dr. Ruto alikuwa hayuko nchini, akaja akawafungulia na akaenda na ile shopping maalum za Ramadhani, Wasomali wameswali kule Isli, hakuna incident yoyote, watu tele ilikuwa inaja. Kwa hiyo tafadhalini, aidha mufate mfumo wa Somali, mfanye kazi kwa nidhamu, kazi kwa bidii, na muwe na malengo, muwe na malengo. Bila hivyo mutawachwa, treni ishaondoka, wasomali wako mbali sana, mutawachwa. Sisi tulikuwa tunasema misikiti ilikuwa imejaa wageni, mwezi wa Ramadhani watu tele. Lile kumi la mwisho wageni wakaanza kusafiri kurudi makwao, baada ya Idi tu wageni washakwenda, misikiti mbakia, na wenyewe wasomali wako pale pale, wadhini wafagia Hawa watu si wajinga jamani, they have a vision. Hebu kaa angalia biashara ngapi wanazo, kaa uangalie kama hawa watu ni walaghai. Si walaghai, wanakuletea services, huduma kwa bei nafuu, waaminifu, wanyenyekevu. Najua kuna watu wenye roho ngumu katika Eastern Africa kama Wasomali, lakini hawa walioko Kenya wanyenyekevu wa pole, wakarimu na kadhalika. Kwa hayo machache, jaribuni kuangalia picha kubwa. Kusema sana kwenye mitandao hakutusaidii, kweni business minded, muwe na focus, tuangalie hao watu wetu ambao kila mara hawasongi mbele, watafanya kozi gani ili waweze kujisaidia? Kwa hayo machache, salamu aleikum.